Mdondo au Newcastle disease, ni ugonjwa hatari unaoathiri kuku na kusababisha vifo kwa wingi. Ugonjwa huu husababisha dalili kama kukohoa, kutokwa na majimaji puani, kushindwa kutembea na hatimaye kifo. Badala ya kutumia dawa za kemikali pekee, unaweza kutumia mimea asilia kupunguza athari za ugonjwa huu na kusaidia kuokoa kuku wako. Katika video hii tutajadili mimea mitano yenye nguvu ya kutibu na kuzuia mdondo. Aloe vera, majani ya mwarobaini, neem, bitter leaf, pilipili kichaa, cayenne pepper, na kitunguu swaumu, garlic. Aloe vera ni mmea wenye uwezo wa kuongeza kinga ya mwili wa kuku na kupambana na magonjwa. Inasaidia kutuliza muasho kwenye mfumo wa upumuaji na kusaidia katika uponyaji wa haraka. Unapowapa kuku wako aloe vera inasaidia kusafisha mwili wao na kuimarisha kinga zao, hivyo kupunguza athari za mdondo. Aloe vera pia ina sifa za antibakterio na antiviral ambazo zinaweza kusaidia kudhibiti maambukizi kwenye kundi la kuku wako. Majani ya mwarobaini ni tiba ya asili inayojulikana kwa nguvu zake za kupambana na virusi na bakteria. Yanasaidia kuimarisha kinga ya mwili na kupunguza dalili za mdondo kwa kuku. Pia husaidia kusafisha damu na kuondoa sumu mwilini, jambo linalosaidia kuku kupona haraka. Bitter leaf ni mmea wenye sifa za kuongeza kinga na kupambana na magonjwa ya virusi kama mdondo. Inasaidia kusafisha damu na kupunguza madhara ya sumu mwilini. Kuku wanaopewa bitter leaf huonyesha dalili za kuimarika haraka na hupata nafuu dhidi ya mdondo. Pilipili kichaa ni kiungo chenye nguvu sana katika kupambana na magonjwa ya mfumo wa upumuaji kama mdondo. Kapsaisini inayopatikana kwenye pilipili kichaa husaidia kuondoa makamasi na kuzibua njia za hewa kwa kuku wagonjwa. Pia, pilipili kichaa ina sifa za antibacterial na antiviral zinazosaidia kudhibiti maambukizi na kupunguza kuenea kwa ugonjwa kwenye kundi la kuku. Unapoongeza pilipili kichaa kwenye chakula au maji ya kuku, inasaidia kuongeza joto mwilini mwao, ambalo ni muhimu kwa kuku walio dhaifu. Kinga yao huimarika na huweza kupambana na virusi kwa ufanisi zaidi. Mbali na hayo, pilipili kichaa husaidia kuongeza hamu ya kula kwa kuku waliolegea kutokana na ugonjwa. Kitunguu swaumu ni tiba ya asili inayojulikana kwa uwezo wake wa kupambana na bakteria, virusi na fangasi. Kiambato cha alisin kilichopo kwenye kitunguu swaumu husaidia kupambana na vijidudu vinavyosababisha mdondo. Kitunguu swaumu pia huongeza kinga ya mwili wa kuku, kuimarisha mfumo wa upumuaji na kusaidia kupunguza madhara ya ugonjwa. Unapoongeza kitunguu swaumu kwenye maji au chakula cha kuku, husaidia kuimarisha afya yao na kuzuia kuenea kwa ugonjwa ndani ya banda. Kitunguu swaumu pia husaidia kuondoa sumu mwilini na kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa kuku. Ili kutengeneza dawa ya asili dhidi ya mdondo, fuata hatua hizi. Moja, chukua gramu mia moja za majani ya mwarobaini neem. Mbili, ongeza gramu hamsini za bitter leaf. Tatu, chukua gramu hamsini za alovera na kata vipande vidogo. Nne, ongeza vijiko tatu vya chakula vya pilipili kichaa, cayenne pepper. Tano, chukua gramu hamsini za kitunguu swaumu na menya, kisha kata vipande vidogo. Baada ya kukusanya viungo hivi, weka kwenye blenda na ongeza maji kidogo, kisha saga hadi upate mchanganyiko mzito wa dawa. Naweza pia kutumia kinu kusaga ikiwa huna blenda. Hakikisha mchanganyiko wako unakuwa laini na tayari kwa matumizi. Baada ya kutengeneza dawa, tumie kipimo sahihi kwa kuku wako. Chukua mililita hamsini za mchanganyiko huu na uweke kwenye lita tatu za maji safi. Mwagilia dawa hii kwenye maji ya kunywa ya kuku wako kila siku kwa muda wa siku tano hadi saba. Dawa hii husaidia kupunguza madhara ya mdondo, kuimarisha kinga ya mwili wa kuku na kusaidia kupona haraka. Hakikisha unatoa dawa hii kwa kuku wote ndani ya banda ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa. Pia zingatia usafi wa banda na maji ili kuzuia maambukizi zaidi. Kwa kutumia tiba hii asilia, unaweza kuokoa kuku wako bila kutumia madawa ya kemikali yenye gharama kubwa. Ikiwa umefurahia video hii, hakikisha una subscribe Kuku Farm Pro kwa mafunzo zaidi kuhusu ufugaji wa kuku wa kisasa. Asante kwa kutazama na tukutane kwenye video inayofuata.